Tukiendelea ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amesisitiza nia ya serikali ya kuimarisha upatikanaji wa haraka wa huduma za matibabu nchini kupitia utekelezaji wa mfumo wa ushirikiano wa afya na Marekani. Akizungumza wakati wa ibada ya ukumbusho huko Eldoret, Mudavadi pia alielezea kwamba mkataba ambao Kenya imeafikiana na Marekani utahakikisha ufaragha wa Wakenya kuhusiana na afya. Mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi aliongoza maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini jana jioni kuungana na waombolezaji wengine katika kanisa la International Vision Center lililoko Eldoret ili kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa askofu Joseph Likavo aliyefariki nchini Marekani akipokea matibabu. Nitazungumza uh, uh, na balozi Kerich, balozi Kerich wetu kule Washington DC. Uh, tuone vile tunaweza sukuma zaidi ili arrival ya the late bishop iharakishwe. Uh, huyu prime cabinet ni mtu mzuri, ingawaje tunalia, nataka nikumiminia sifa Mheshimiwa Musalia Mudavadi, endelea kutushika kama jamii na sisi pia tutakushika kama jamii they meanted us to go to school to study to get good courses, good careers and to behave well now i am a governor as a result of the preachings of bishop likavo bishop kishana and the rest and because of the love and the blessings he gave to this county and the work of god that he has done the blessings of god shall also be upon this family led by mama And the ni kwenye hafla hiyo ambapo Mudavadi alielezea mipango inayoendelea ya kuimarisha sekta ya afya nchini kufuatia kutiwa saini kwa mkataba wa mfumo wa ushirikiano wa kiafya baina ya Kenya na Marekani. Mudavadi alisisitiza kwamba ushirikiano huo utawawezesha usambazaji wa haraka wa dawa za kukabiliana na maradhi kwa ajili ya mamilioni ya wa Wakenya hasa wanaoishi na, na magonjwa sugu kama ukimwi, kisukari, kifua kikuu na malaria. It is that we have 1.4 million Kenyans who are affected and living with HIV. Mudavadi alikariri kwamba mkataba huo utaleta manufaa ya muda mrefu yakiwemo usambazaji dawa muhimu, mipango bora ya utoaji chanjo kwa watoto pamoja na matibabu bora kwa magonjwa yanayoweza kuzuiwa kama vile polio na malaria. Akizungumzia kuhusu maswali ya uhifadhi wa data za kibinafsi, Mudavadi alifafanua kwamba mkataba huo unaheshimu sheria ya kuhifadhi data nchini, inayopewa kipaumbele kuliko sheria yoyote ya kigeni kuhusu swala la uhifadhi wa data.